Baraza la Madiwani la Halmashauri ya Jiji la Tanga limewataka wakuu wa idara kuja na mpango mkakati wa namna ya utekelezaji wa bajeti ya shilingi bilioni 97.3 ya mwaka wa fedha 2026/27. Mstahiki Meya wa Jiji la Tanga, Selebosi Mustafa, alitoa wito huo wakati wa kikao cha baraza la madiwani la kupitisha mpango huo wa bajeti ya mwaka 2026/27. Anaondoka hapa akagawanye makusanyo yake kwa miezi 12 kwa maana kwamba tukiingia katika kikao cha kamati ya fedha, mimi swali langu la msingi nitakuuliza, je, katika asilimia zako ambazo nakupasa ukusanye ili tufike malengo umezifikia? Na kama hujazifikia, hapa ndio kwenye kazi ya ziada. Sasa ima sisi tutasoma kanuni, tutafuta mpaka miongozo ili ikiwezekana, wewe mkuu wa idara, mshahara wako iwe sehemu ya kujaza ile gepu. Manake moja kwanza, umetudanganya kama diwani, umekwenda kutaja uh, umekwenda kutaja bajeti ambayo huifiki. Lakini la pili, umetumia hela vibaya za halmashauri kwa maana umetuweka vikao kwa siku nne hizi gharama zote serikali itakuwa imepata kwa uongo wako wewe mtu mmoja, kitu ambacho mimi sitokubaliana nacho. Kwa hiyo katika vikao vya kamati nitakuwa mtata kupita maelezo, na bahati mzuri mnanijua sana utata wangu. Sitokubali kuona kwamba tunapoteza hela serikali tunapoteza hela za umma kwa vikao ambavyo havina impact. Hilo sitokubali mimi. Ni meya mchapakazi na madiwani hawa ni wachapakazi. Hatuko tayari kujilipa posho, hatuko tayari kwenda kuzunguka miradi ambayo haikidhi mahitaji ya hela tulizozituma. Upande wake, mchumi wa jiji la Tanga, Christopher Mkama, akaeleza matarajio ya utekelezaji wa bajeti hiyo huku akisema kuwa kiasi cha shilingi bilioni ishirini na mbili kimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Natarajia kwenda kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa wananchi wetu wa jiji la Tanga, ambapo kiasi cha bilioni kumi na mbili kitaenda kutekeleza miradi yetu ya maendeleo ambayo hasa tukajikita katika sekta ya afya, elimu, aa, na maendeleo ya jamii, huku tukitenga asilimia kumi kwa ajili ya kuwawezesha vijana, walemavu na wanawake aa, pia bajeti yetu inaenda kuhakikisha halmashauri yetu inaenda kuwa jiji mahiri. Kwa hiyo ni bajeti nzuri ambayo imekidhi vigezo, imekidhi haja za watu wetu wa Tanga, na sisi watu wa Tanga tunaamini tunakwenda kuisimamia, na sisi kama madiwani tunakwenda kuisimamia bajeti hii ambayo tuweze kukusanya makusanyo ili tukaweze kuitekeleza bajeti kwa asilimia zaidi ya mia moja. Baraza la madiwani limepitisha bajeti hiyo ambayo itatumiwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo jijini Tanga. Amina Omar Daily News Digital. <muchas>